Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa wafanyakazi wa majumbani na hivyo imeendelea kuweka kanuni tajwa. Mwaka 2022 kupitia tangazo la kima cha chini cha mshahara namba serikali iliweka kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi ikiwemo sekta ya wa wafanyakazi wa majumbani kwa mujibu wa sheria. Tangazo hili lina dumu kwa miaka mitatu, na hivyo kwa sasa serikali kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea kukamilisha utafiti wa kima kipya cha chini cha mshahara ambacho pia kitajumuisha sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Salim. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nashukuru sana kwa majibu yenye kutia matumaini ya serikali. E, lakini ni dhahiri kwamba e, wafanyakazi wa ndani wanaendelea kunyanyasika sana kwa asilimia kubwa. Wafanyakazi hawa unakuta wanafanya kazi usiku mchana, mwezi mzima, na kiwango anacholipwa hakirudishi nafikia mahali mtu ambaye ana mfanyakazi huyo ana kipato zaidi ya milioni ishirini kwa mwezi, lakini mfanyakazi huyo anapokea si zaidi ya shilingi elfu sitini. Huu sio utu, hii ni biashara ya utumwa ambayo imeshapitiwa na wakati. Mheshimiwa naibu spika, kwa ruhusa yako, ningeomba sasa serikali iangalie hili jambo serious kwa sababu unyanyasaji unaoendelea majumbani ni mkubwa sana, na ndugu zetu wanaumia sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu maswali, swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge e, kwa swali hilo zuri na kuonyesha kujali hasa kwenye manyanyaso ambayo yanafanyika kwa wafanyakazi wa ndani. Hata hivyo serikali yetu imekuwa na sheria ukiacha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na haki na usawa wa kazi kwa mujibu wa ibara 23, lakini pia kuzuia unyanyasaji na ubaguzi kwa mujibu wa ibara 12 na 13 ya Katiba. Vivyo hivyo tunayo sheria ya kazi, Mheshimiwa eh, naibu spika, sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo inatoa mwongozo wa namna gani kazi ziwe za staha, lakini pia kuwe na sehemu afya na usalama mahali pa kazi, kwa maana ya msingi hiyo. Na kwa kufanya hivyo kwanza kwenye eneo la malipo tunayo amri ya kima cha chini cha mshahara ambayo tulitunga na kuitoa mwa, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na pia sambamba nayo e, tuna utaratibu sasa ambao tumeanza kwenye hatua ya kusaini na kuratify conversion namba 189 ambao ni mkataba wa kimataifa ambao utazungumzia kuhusiana na sasa uwepo wa haki za wafanyakazi wa majumbani. Mojawapo ya haki zinazoangaliwa ni pamoja na masaa ya kazi kuwa na mikataba ya kazi lakini pia kuhakikisha kwa wakati wote wanapata haki na stahiki zao na malipo yanayostahili na masuala ya unyanyasaji. Mheshimiwa Naibu Spika, amekuwa akijitokeza, wapo wafanyakazi wa ndani ambao wanapewa ujauzito na kufukuzwa, wapo wanaonyimwa chakula, wapo wanaofanya kazi masaa yote. Hayo yote tumekuwa tukiangalia na kuyazingatia kwa kutumia sheria yetu ya kanuni za adhabu sura namba 16 na, na kwa hatua hii ya kwenda kufunga mkataba huu Eh, kupitia serikali ya Dkt Samia Suluhu Hassan na jitihada kubwa zinazofanya na Wizara ya Maendeleo ya Jamii chini ya Igwajma Dkt Samia Suluhu Hassan, lakini pia nikitambua kazi kubwa inayofanywa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi kupitia Mama Chatanda na wabunge wanawake, wamekuwa payania wa kupigania haki za wafanyakazi wa majumbani wa kike na kiume, kuweza kuhakikisha kwamba haki zao na stahiki zao wanazipata kwa mujibu wa sheria. Asante mheshimiwa Sate Mheshimiwa naibu Spika, ningependa kujua mio, eh, haki za wafanyakazi hawa sio eh, mishahara pekee, ni pamoja na haki nyinginezo ikiwemo likizo, matibabu na kadhalika. Ni kwa kiasi gani serikali inahakikisha kwamba haki hizi inazisimamia na kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawa wanazipata? Waziri: Asante mheshimiwa naibu spika Naomba kujibu swala mheshimiwa Shangazi kwa niaba ya waziri mkuu kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba katika haki ambazo nilizitaja hapo awali ni, mheshimiwa naibu spika, zitakuwa ni haki ambatano za kimkataba wa kimataifa, lakini pia na domestic laws, kwa maana ya sheria zetu za ndani. Na moja stahiki za haki hizi za wafanyakazi wa ndani watakuwa na haki sawa kama wafanyakazi wengine tu kwenye sekta mbalimbali zitaangalia masuala pia hata ya umri wa, wa kufanya kazi e, masaa ya kufanya kazi e, mazingira ya kufanya kazi, lakini pia masuala ya likizo ikiwa ni pamoja na matibabu ikiwa ni pamoja na kuchangiwa fedha zao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo itakuwa ni haki namba tano ambazo zitakuwa tumezifanya, na hasa tukishaingia katika mchakato huu wa kusaini na kuratify mkataba wa kimataifa namba 189 na kuweza kubadilisha sheria zetu za ndani ili kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia kikamilifu haki zao. Asante mheshimiwa. Magige, jiandae mheshimiwa Nema. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Speaker. Pamoja na kwamba viongozi wetu wa UWT taifa wakiongozwa na Mameli Chatanda wamekuwa mstari wa mbele kupinga ukatili dhidi ya wanawake, watoto na hata wanaume. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha ukatili hii wa wasaidizi wa ndani unakoma kabisa? Kwa sababu kuna wengine wanabakwa, wananyimwa chakula na hata kupigwa. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kama uh, nijibu ne, swali la mheshimiwa Catherine eh, Magige kwamba ni kweli mazingira hayo yamekuwa yakijitokeza katika nyakati tofauti, lakini tumeendelea kama serikali kuchukua hatua kupitia sheria ya kanuni za adhabu. Makosa yoyote ya unyanyasaji, makosa yoyote ya kuvunja haki za binadamu yanaelezwa na kusimamiwa na sheria ya kanuni za adhabu. Ikitokea imebainika mfanyakazi wa ndani amenyanyaswa kwa namna yoyote ile, hatua kali za kisheria zinachukuliwa. Kwa hiyo ni niombe na kutoa rai kwa niaba ya ofisi ya wa waziri mkuu kwamba ikitokea kuna manyanyaso e, maeneo yoyote wa, ni wajibu wa jamii sasa kuripoti jambo hilo e, katika uongozi wa serikali za mitaa ama polisi, taarifa hizo ziweze kuchukuliwa na kwenda kufanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na kudhibiti makosa haya.